Mambo, na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Teknolojia za kisasa zinasaidia kuboresha ubora wa bidhaa za kilimo na kurahisisha biashara za mazao ya kilimo nchini China. Shamba la kisasa lililoko mkoa wa Shandong, mashariki mwa China limefanikiwa kuboresha ladha na uzalishaji wa nyanya kwa kutumia teknolojia za kidijitali za hisia na udhibiti. mayai ya kuvuruga yaliyowekwa nyanya ni moja ya vyakula maarufu sana kwa wachina katika mlo wao wa usiku. Huku Dezhou, mkoani Shandong, zaidi ya miche laki tatu ya nyanya zenye ladha maalum zimepandwa katika nyumba za kijani yenye ukubwa wa ekari 33.6. Ufunguo wa kuonja na kusimamia nyanya ni sawa wa kipimo cha sukari na chachu haswa. Jambo muhimu linaloathiri kiasi cha sukari ni maji, mbolea na mwanga wa jua. Ili kudhibiti mambo haya, hisia za miali zinaanza kufuatilia mwanga wa jua tangu linapochomoza. Kiasi cha mwanga kinapofikia juli mia moja kwa sentimita za mraba mfumo wa mwagiliaji utaanzishwa wenyewe na mimea yote itamwagilia kwa mililita mia moja za mchanganyiko wa lishe ndani ya dakika tatu. Kupitia matumizi makubwa ya teknolojia za kidijitali, shamba hilo limeweza sio tu kufanikiwa katika kutoa ladha maalum za nyanya, bali pia kuongeza kwa kiasi kikubwa mavuno. Njia kuu waliotumia ni kuhakikisha wingi wa hewa ya kaboni katika nyumba ya kijani ambayo inahusiana kwa karibu na uzalishaji wa mimea. Wakati vihisia vikikusanya data za nguvu ya upepo na mwelekeo kwa wakati sahihi, mteremko wa mwanga utabadilika wenyewe ili kuunganisha hewa ya nje na ya ndani mara kwa mara na kudhibiti kiasi cha hewa inayoingia na kutoka. Kwa upande mwingine, teknolojia za kisasa za kuhisi joto na mkanda wa kuchukua mizigo zimewezesha usambazaji wa maua mazuri, mabichi na ya kupendeza ya peoni kwa zaidi ya maelfu ya kilomita nchini China. Kiasi cha usambazaji kupitia posta umefikia kilele chake kwa zaidi ya vifurushi milioni mia nne kwa siku wakati wa sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa China, kwa kuwa watu wengi walitumia zawadi kwa familia, ndugu na marafiki walio mbali. Ili kuyatunza maua yawe mabichi baada ya kusafiri umbali mrefu maua ya peoni ni lazima yawekwe kwenye malori yenye mfumo wa kudhibiti joto. Maelfu ya malori yaliyowekwa vifaa vya kuhisi hali joto na mazingira ya wakati husika yanatembea katika barabara kuu za nchini China. Uhamishaji na usambazaji wa vifurushi ni kiungo kingine muhimu katika mchakato wa usambazaji. Vifurushi vya maua mabichi